Garissa, Sabastian Okiring, ametoa hakikisho kwamba serikali imejiandaa kikamilifu kuhakikisha mitihani ya kitaifa katika vituo vyote vya mitihani ndani ya kaunti hiyo inatendeka bila msukosuko wowote. Na katika kaunti ya Kitui wanafunzi wa shule ya, misi, ya msingi ya St Michael wamehamasishwa kuwa na ujasiri watakapokuwa wanafanya mtihani wa Kepsea na Kejsea. Haya yalijitokeza wakati ambapo padri wa kanisa Katoliki wa eneo hilo Anthony Mwema aliwaambia wanafunzi wale wanapojiandaa kufanya mtihani wao. Veronica David anatuarifu. Mtihani wa kitaifa wa Kepsea na Kejsea unapotarajiwa kuanzia wiki ijayo. I want to promise you my prayers. Wanafunzi wa shule ya msingi ya St Michael wameshauriwa kuwa na ujasiri watakapokuwa wanaofanya mtihani huo. Haya yanajiri wakati ambao wanafunzi wale walikuwa wanaendelea na matayarisho yao ya mtihani wao na kuombewa. Wanafunzi la grade la sita ambao wanaenda ku, fanya mtihani wa Kepsea wiki ijayo pamoja na wenzao wa gredi la tisa pia ambao wanakalia mtihani huo, walikuwa wanabarikiwa ili watayarishwe vilivyo katika kwa mtihani huo. Haya yanajiri wakati ambao mwalimu mkuu wa shule hiyo, mwalimu Nicholas Okwako, anadokezea kuwa wamewatayarisha wanafunzi wao vilivyo, ili kuwawezesha kufanya mtihani huo. Kwa hivyo kama shule ya St tumejitayarisha vilivyo li na tumewatayarisha wanafunzi hawa ili waweze wasiogope, waweze kufanya mtihani huo bila uoga, na wakiwa na msimamo na jitihada ya kuweza kusonga mbele. Wakati huo huo, Naibu Kamishna wa kaunti ya Garissa, Sebastian Okiring, ametoa hakikisho kwamba serikali imejiandaa kikamilifu kwa ajili ya usimamizi mzuri na salama wa mitihani ya kitaifa katika vituo vyote vya mitihani katika kaunti hiyo. So next week we'll be doing, uh, Kenya

Lifted from here. So we still store those exams uh, pending the airlift to the respective uh, sub counties. As far as we are concerned, we are ready. We have the security arrangements have been properly made transport arrangements are well taken care of. So we don't expect any hitch during the administration of the exams. Veronica David, Undugu TV